Karibu tena. Licha ya serikali ya kitaifa kulegeza masharti ya kutoa vitambulisho vya kitaifa, idadi kubwa ya wananchi katika kaunti ya Busia bado wanapitia changamoto ya kupata stakabadhi hiyo muhimu na hivyo basi kukosa kupata huduma muhimu. Aidha, wengi wao wamekosa kujisajili kwa bima ya afya ya SHA, kukosa ajira mbali na huduma za kutuma na kupokea pesa kupitia simu za mkononi. Idadi kubwa ya wale ambao wameathirika ni wanawake kutoka taifa jirani la Uganda ambao wameolewa humu nchini, pamoja na wakongwe wanaolalamikia changamoto kwenye utaratibu wa kuwasajili wananchi kupata vitambulisho. Watu wengi tuko hapa wala ambao hawana vitambulisho, lakini ukienda huko mnachasa fomu ya uongo, mnafikiria itaenda mbele naiendi mbele, utakuta majina tofauti, haionekani na ingine inaonekana. Sasa mnashangaanga ile inaonekana inakuanga ya watu wakina nani, watu wamekuona. Sasa wanataka kupata huduma, ukienda wapi nasema leta kitambulisho, sasa kitambulisho hakuna. Wako watu wengi sana ambao hawana vitambulisho. Sasa wakina mama, vijana wamemaliza miaka kumi na nane lakini wakienda wanaandikisha fomu, lakini hiyo fomu sijui inaenda na iruba au inabakia wapi? Sasa nimeshindwa ni nini mbaya. Na wewe wakati hiyo alitoa hata pesa ya kupiga picha nini? Ndio tunauliza, kwa nini wanatupagua? Ukirudi huko wanakuambia atirudia rudia, kurudia hakuna, ngoja ngoja ngoja.